Iko tarehe ishirini na saba za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano uh, saa kumi na mbili Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki. Kuna ndugu kuna, kuna yangu mmoja hivi um, Elisha kutoka Nairobi, Kenya, ananiambia bwana, uh, uh, nilisikiza taarifa kutoka kwa, kwa media moja hivi uh, ila mimi sikufuata uh, ile taarifa angua niseme tu. Anasema uh, nilisikiza taarifa kwa Ambaleto TV. Inasema seme uh, William uh, nani uh, Justin Bitakwira aliweza kuwakusanya wazalendo hivi kisa, alishuka Uvira na akaambia wazalendo aseme, wewe um, mnaona hali yenye tuko nayo hapa, tuache M23 wapite waende. Akanipigia akaniambia, oh, wewe eske hizi habari ni za kweli <laughs> Nikambe, ulijisikia wapi? Azau nisikie kwa Yemba Letu TV. Hmm. Kamba, kwa nini asemwe? Amefanya?

Eske bunagana balipita akuna MV Ventura bana kia sake wapi? kule kote wapi? Minova walipita kule kote juu aende wapi? Nikamwambia hapana hizo habari misina. Eh, hizo habari misina. Sasa ndio hivyo nisikia. Nisikia pale wanasema hivi. Ah. Nikasema jamani hizi mamedia zetu zingine kweli wanaenda tangaza hivyo? Nasema ndio. Ah, kama sawa. E, e, kama ni hivyo lakini ah, misi, so, sisengu, mimi sina. So si mimi ndio nimesema ila nimeambiwa na ndugu yangu ambaye yuko Kenya. Anaitwa Elisha. Eh, wana wendo source. Najua ni kwamba hii mambo haiko hivyo, haikufanyika hivyo na jeshi takwira hawezi kuingia mwa ile ma michezo vile. Na sioni kama kuna mzalendo yote mwenye anaenda kubali. Tunajua mateso. Tunajua wale nyi Goma watu wako napitia Bukavu. Tunajua. Sasa leo tuache mnyarwanda anayepita aende wapi? Juu, juu, <laughs> mwache mablagi za vile, hiyo mambo haiku haikufanyika na haiwezi fanyika, sawa ndugu zangu? Haiko, haitakuwa na haitakuaga, na mnyarwanda M23 haitapitaga hapa mplen, na simeingia uvya jamais, haitatokea unasikia, haitatokea. Ndio hivyo ee, Asante sana Bwana Egide, Egide Kizenga Tembele, asante sana pia kwa Shabani Suleman the King e, wapi Biondo Kilamba mawe toka Rapids. E, Rapids, kuko iyo kuko oia e, unaona Marekani uiko uia. Uia yo utajazia kule e, kuna ndugu anaitwa Asani Asani Ramadhan, kuna Mashaka Ayamba e, m, kuna mzee wa Setya Main, kuna Kiskandeze, kuna Saidi e, kuna ndugu yangu anaitwa Saje Filosofi kutoka Australia, kuna Isapa Sapa kutoka Canada e, da letisha da la da feza pia na wengine wote wengi ambao mko mnasikiza Baraka 1 TV, ndugu zangu pia ambao wameweza kujiunga na na membership za Baraka 1 TV hawa. Uh, niwaambie kidogo juu ya membership. Membership ni moja kati ya vipengele ambavyo viko kwa YouTube o. Pale kuna namna ya kuweza kuchagua membership gani ambayo utaingia juu ya kuwa na changia Baraka 1 TV, ndugu zangu na nakumbusha kwa watu ambao waweza kuchangia juu ya mixer na pia juu ya machine e, tunashukuru sana e, tunashukuru sana lakini, kuna wale ambao waliahidi bado hivi, wengine bado waja hawajachangia wanamjamalizia. Kwa hiyo mmejamalizia ili e, tuweze ku, ku, kufanya kazi yetu yesi na vostayke, na tuko na Shakeline Rukevia. Eh, huyu ni member wa Baraka One TV kwa YouTube, ameweza kujisajili kule. Kuna Andre watuna, tuna Ebengo Bernard, tuna JR Sharif kuna Salvador ED Upendo Elias, kuna Alenga Isobe diera mix Bienfe, tukuna Hussein e, Matambo tukuna Alex Jean Pierre, tukuna Elizabeth Mawazo, Elizabeth Mawazo, Elizabeth Mawazo, habari gani Mawazo, Elizabeth? E, natumai usalama upo kokote ambako mko mnasikiliza Baraka1 TV. Twende tusikilize mitazamo mbalimbali mbali ya wananchi wetu, wanasemaje juu ya hali jinsi iko nazidi kuendelea nchini kwetu. Papara javu habari habari, papara javu habari, asubuhi mzee wangu, nalamkae munaona muna, unakucha ndugu yangu. Asante uh, sana Mungu akubariki baba, asante kwa tangazo la habari asubuhi ya leo. Tunafurahi tu kusikia maneno gisi naende angiongi, lakini sasa mimi naanza kuuliza kwa ee, rais wetu, rais wetu, rais wa nchi seketi amunyumba

Ba, ba, kama ni banani iko napatia sasa kuna batia, kani, basodaga, nivale, atujue, <coughs> Sa, kuna sikia haya mko mna mtumia maudhumbi. Acha kuna tundanganya na kutulongofia. Wale kale ile yenye kwa mikono ya um, mikono ya ba, ya barevel. Alisema amebapiga amebachoma amefanya nini anaomba sasa hivi. Ni wale kale wangali ndani, nene na nalo mwenye majeshi yake kuna nayo kule

maoni yangu natuonesha vile vyote vifaa binini wakufanya mamarshi tu kila siku Kinshasa Sudan, ambao iko nakimbia sa vile watoto wadogo, hata watoto wadogo wanabashinda. Watoto wadogo walikamata silamu Bukavu walifanya kazi, wakawashinda hata Kana iko majeshi, mimi nikiona wale majeshi nasikia roho inanyonga sana. Roho inanyonga ndugu yangu. Usikubaki hata kusikrimi hapo. Sawa, wazalendo wa watoto yetu. Mchana mwema mzee wangu, mchana mwema sana kabisa. Aa, so, tutafuta habari za duze, ndio maoni kabisa. Sawa sawa, sasa aasahii kazi tu ya kunegosia kunegosia. Tumechoka na manegosiaio na tumechoka na hizo madiskur zao wako na kufanyia uh. ah. tumechoka naei tumechoka na Felix manegosiaio yake, na aa man, kama kama ni kufukuza na Kagame yake na wale barani ba yomba yake ba Rwanda baende huko kama kama alio alio abidi, ya Rwanda apendi kupiga barani yaeshaaan. Ni hatari sana bwana, kaka Baraka TV. Hatutachoka na kukufuatilia, tutaendelea tunakufuatilia na kusubscribe, hatutaacha kwa maana uko natujulisha mengi yenye hatungepata yaani, tuko kama tuko uko kwetu Afrika. Juu kila mara ukiingia kwenye TV, tunakuona weye na tunaanza fata mahistoria zote ni kweli huyu kaka nasemesha ukweli kabisa kabisa. Uh, Felix anaona atapiganisha babfre yake juu bibi yake, tangu zamani nilisikiaka ni Munyarwanda, njoo maana hataki ku, yaani kwa na negosia na negosie. Hata kama vile huyo kaka anasemesha ukweli, utasikia nchi yako nakamatiwa kipande, wanakamata banaenda banakamata maprovense na kuua watu pahali, ushimame kwanza utie mshimamo, utumia hata mforo basi ya kwenda kufukuza wale watu, unashindwa, unabakia tu kwenda kufanyakamanegosiasio na babofre tena, bauaji enye banakia kukunyanganya inchi Aha, tuelewe mambo ya politiki iko nguvu, politiki anakuaka nguvu sana, kuijua ni nguvu sana ya njo vile. Baba, tunashukuru sana kwa kazi munaendelea kufanya. Mwenyezi Mungu aendelee kuwachunga na kuwabariki. Kila nilisema hivi musaliti mwenye munaona atakia anajirudisha anakia sema huo yeye anarudia ule, musimuitikie, musimukubali ule. Anakia kuiba informasio zenyu, atachunguza aone mipango yenyu gisi muko munafanya, anabasinyale tena wale ba maadui ba barafiki yao. Naona, naonao watu ni nyama sana, watu wenye hawasiki yake ni nyama kama vile huyo kaka najisemee ni watu wenye hawasikii mpaka wapigwe masasi njo wanasikia. Yaani vile walishatia komunikasio ulimwengu nzima, popote mu tusiko munyamurenge munyarwanda njo ndera hamwe zote zile inchi zozote wako na vikwemo, komunikasio yabo ni, mo, ni moja wenye wako wapa Canada wenye wako Amerika, Australia, nchi mbalimbali zote, wote koneksio yabo ni moya, yaani wanapangaka pan, mupango wanajikusanya, hata wanatoka huku wanatoka huku kwenda kupiga mavita kule, na wako huku wanachangaka mapesa za kwenda kupigana vita huku. Nilishasema. Huo kanisa mwa niliingiaka ndani akajiita kama ni rafiki yangu akanibeba kule nikaingilia mule mwa hiyo kanisa yao balikuwa vanachangaka pesa za kwenda kupigana vita huko Kongo. Nilipoona hivyo nikasema hapana. Sitaikalia hivi niipita na toka walinifuatilia aka nirudia nirudia nikabambia hapana. Wakati niliona hiyo siri ya kuchanga pesa za kwenda kupigana vita huko kwetu, nikasema hapana. Na mpaka leo huyo mama ilikuwa na waposte kila siku, yaani kusta yake ilikuwa na waposte, wenzake walimutia fujo. Juzi grupe yao ya wa ya, ya wamama inaitwa Inyofe la Force, walipoona anaposte na vile alikuwa anaenda ku Alikuwa naenda kukilia chaule chaule cha guverneri bali kama njo guverneri ule nani makanika ule waliuaka huyo mama ba, ndugu yake Wanyamurenge walifanya kilio hapa hapa Canada, huyo mama alikuwa naenda kwa hiyo kilio. Sasa wenzake walipojua hivo, kikundi chavo balimwatake wakasema hauna haya Unajua gisi hawa watu wanatutesa Kongo na uko naenda kumabilio, wakashwa na mbaya nguvu sana nanju alibambia se hamuta nigeuzaka hamuta nigeuzaka ku Banyarwanda, kama ni Banyarwanda sio bote njo babaya, ase kuna babaya na kuna bazuri, na sita hamuta hamutanitoa kwebo. Hapo hapo akaanza tia kustatus mpaka leo mpaka leo niliiona tena kustatus yake. Njoo tunaanza muita dada yake ya, ya nanga, tuko tunamuita ni dada yake ya nanga juu hana susia vandugu venye viko vanakufa kule kwetu Kongo, yaani havimwambie kitu na kuambia baba. Hapa tunaona maneno mengi mengi sana, hawa watu sio, hawangeishi Mukongo. Niko nasema kila siku ningekuwa na uwezo, hao watu hawangeishi Kongo, anayeitwa hiyo kabila, ningekuwa nasema toka uende. Wafate Kagame kule kwa bona ya bamalizie yeye, anabaita aseni ndera hamwe, anabachochea bafanya fujo Kongo, na kisha sanafika ku, ku, ku, kukikundi kingine anabaita aseme sio watu yake ni ndera hamwe Politiki. Mashetani wakubwa. Au watu hiyo mbegu mbaya hiyo. Ni mbegu ya Kaini. Ni mbegu ya Kaini kabisa. Au watu wenye hawana huruma. Kuua mutu wanaona kama wanaua kuku. Hata kuku naisikiliaka huruma. Ni kuua kama unaua nyoka. Ao watu akini wo wakikufa, umoja ulimwengu nzima nalalamika na bananza kushitaki, bananza kupeleka malalamiko huko Bulaya. Ase vako wanauwawa sana nao, njo njo wanzilishi wa, wa mauwaji, mashetani makubwa. Asante sana na Mungu aendelee kuwachunga na kuwabariki, Bwana Rajabu. Habari tena za huko Naamini muko salama kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, yeah. Na nafata huyu baba mwenye anasema kama wahavu ni wamushi. Hapo naye anasema uongo. Huyu baba anasema uongo. Yeye kabila yavo walitoka tu mu Banyarwanda na hatuseme anadanganya, hatuseme lugha moya, yaani lugha yao ya Kihavu bako na lugha yao ya Kihavu, tuko na lugha ya Kishi. Na hiyo lugha yao ya Kihavu unasikia kama na changa Kimushi na Kihavu, yaani unakua unasikia kama uko mushi venye banasema, hauvisikii kama akisema neno kumi, utasikia mwaneno mbili munane, haukusikia na zaidi nao wanaongea Kinyarwanda na wakikuta kwenye wanyarwanda wako wale njo wanaonaka wa ndugu zao. Asidanganya aseme wahavu ni wamushi hapana, tunakatala hiyo. Wale wale wote ni wanyarwanda walitoka kwa wanyarwanda, hawako wamushi. Yeye aseme tu baba samee tu vyenye walifaa kwa kusema bali, walikosea kwa kupatia adui njia na nafasi. Yeye yeah, aseme tu waombe msamaha, lakini asitanganye, aseme kihavu na kishi ni mamoya, hase wanasema lugha moya bongo, tunakataa ile, lakini hatutaki ubaguzi sisi, wote ni Wakongomani vile wanajitaka wao Wakongomani. Basi hakuna chenye tutafanya ila, naye aitwa Munyarwanda. Kama ni mimi, angebakia mwa hiyo nchi Munyarwanda, Munyamurenge, Msomali, Msudane, mu Uganda, habangebakia humo. Basi nijua jua prezida wetu iko anabembeleza tu, jua najua aaeo babo babofure yake babo ni Banyarwanda, njo maana ikuwa na bembeleza na hataki hataki kushika msimamo moya. Basi asante sana wana Rajabu. Ile tu njo nilipenda niseme, kila mtu saidie. Wewe njo uko na cha kusema na wewe njo nafikia, wazalendo saa yote uko navo, saa yote tusemee, batusaidie batu Bukavu nayo ikombolewe. Bukavu jambo, jambo, ikombolewe ipate amani Ila naomba samahani, naomba samahani kuwa bofre zangu wote Wabembe, naomba samahani, msisemi kama nataka kuwatukana, isipokuwa huyo mwelanya huyo hajui historia ya kabila ya huyo nani ya huyo kabila, hajui historia yake hata ndogo, hajui mimi mkubwa wangu mwenye iko mbele yangu anajua historia ya kabila yote kuanzia mwanzo hadi mwisho. Siyo Mnyaru, siyo Mkongomani hata kadogo. Ingelikuwa semi anachembechembe basi, hata kwa mama hamna, hamna, hamna, hamna. Ni mtu kama vile nitaweza nikasema kabila ni kama vile alimsaidiza tu kwa kuona baba yake kafishwa juu alikuwa rafiki. Ni kama vile mwenye kuokotwa jalalani tu, lakini kwa kusema kama ana chembechembe za ukongomani hana aje? Sasa huyo bofre yangu ataenda kujiunga naye kusudi auwishe wa ndugu zake wabembe wavira wafuleru wa au wote ni ndugu tosha. Achane na huyo mtu, hafai huyo mwenye kunaingiza masilaha kutaka wa kuua Wakongomani. Ni mtu mwenye hafai. Sijui bwana mtangazaji, kama unakumbukaga siku moja, niliwahi kusema ya kuwa watu wa Uvira wamefanya makosa sana wakati anakuja nawatembezea pesa, nguwaachilie mji wa Uvira mpaka Mabaraka pote nilichukiaga sana kwa ajili ya nini? Au Wavira wa Fulero wenyewe wakuwapo wakufanyaga plani za kutaka hata kumshitisha kuwa majimaji wamuue juu wa Kongomani, ndio nyewakuwa kwa nakufa hapo kwa ajili ya etranje. Vipi huyo Mnyarwanda penye atakaposhika, sasa inchi turu ya pili, sunaona kama atamaliza wa Kongomani karibu wote, na itakuwa ni mrago kweli atafieka na ndio maana huyo bofre yangu huyo, aache aache kujiunga naye, huyo ni mtu mwenye hafai hata kadogo. Asante na ndio kwa mawazo yangu penyewe, mimi nilikuwa naishia hapo nam. Asante uh, sana. Hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo. Uh, tuna appreciate sana guys. Uh, thanks for everything that you are doing for Baraka One TV. And right now tunaelekea k amsini it's not easy All this be because of you guys yeah. Yeah. bongo naoyo biloko boosala boosala ba geste moko o tobengaka yango geste uh, ya makasi kaka e, aussi um, nalingi napesa mbote ya ekipe na biso national uh, Leopard na Victoria na Bangu uh, Leopard Leopard, beta makasi fimbu na fimbu uh, big up sana kwa Leopard na uh, pia serikali ikaze buti ili kuweza kuimarisha usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chao chao, tukutane majira ya saa kumi na mbili asubuhi kwa habari zingine za moto. Rajabu Akili Kabonge, the one and only town DJP.